Simamisha imani yako katika neno la Bwana. Ikiwa haijaandikwa, ikatae, sema mimi sio yangu hiyo. Ikiwa imeandikwa, nitaenda nayo, lakini ikiwa haijaandikwa, hapana, nitatengana nayo. Ndugu zangu wapendwa, nabii wa uongo, wakati Biblia ikifunua wazi ya kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya kutuokoa kutoka katika dhambi zetu. Nabii wa uongo anasema Yesu wala hakufa msalabani, ilikuwa ni maigizo tu, mtu fulani pale, eh, sijui sijui sijui sijui nani alibadilishwa kimuujiza aonekane kama Yesu na ndiye aliyesurubiwa, siyo Yesu alia wa Kurani suratu Nisa, sura ya sura ya nne Kura, su, fungu lile la mia hamsini na saba Kurani inasema Yesu Kristo hakusulubiwa, na ngoja nikuambie kwa nini shetani anaogopa kifo cha Yesu. Soma Waebrania sura ile ya pili fungu la kumi na nne mpaka kumi na tano utaruka utasoma fungu la kumi na saba mpaka kumi na nane Waebrania mbili kumi na nne mpaka anasema ndio, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu ya mwili basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili yeye, Yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo. Yeye yani Kristo alishiriki hayo hayo, ili Ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Muharibu nani? Shetani. Sisi ki mgeuke, jirani yako wabe, jirani o jirani, kwa njia ya, ya, ya mauti ya Kristo Yesu, Shetani aliangamizwa, Shetani aliangamizwa. Sasa unafikiri Shetani atapenda kifo cha Yesu? Hapana. Atapenda na ametumia Kurani, hasa fungu hilo sura ya 4 aya 157 kudanganya mabilioni ya watu kukataa kifo cha Yesu kwa sababu Shetani anajua, ukikubali kifo cha Yesu umeokolewa. Haleluya amen! Lakini ukikataa kifo cha Yesu hakuna damu ya kuintasidi ya kukusafisha ya kukutakasa, hakuna ondoleo la dhambi bila damu ya Yesu. Haleluya amen! Na hivyo shetani akatengeneza kaigizo hapo kwamba eti ni mtu fulani alibadilishwa sura, ndio akaninizwa. Uongo ni uoga wa shetani, kwa sababu anajua kifo cha Yesu kili muharibu. Haleluya, amen. Sasa ninapenda fungu hili e, lilivyoandikwa na Biblia Habari Njema kwa watu wote, Wakolosai 2:15 Biblia tafsiri Habari Njema kwa Watu Wote, ikizungumzia tukio la pale msalabani, neno linasema huko Kristo aliwapokonya nguvu zao hao pepo watawala na wakuu, akiwafanya kuwa kitu cha fedha hadharani kwa kuwaburuta. Haleluya! Na hivyo Shetani hawezi kukubali aibu kubwa namna hiyo, akamwibua nabii wa uongo kusema kwamba Yesu hakufa msalabani.